Kama niliona nguo hapa. Uliona nguo? Sasa kuona nguo hiyo kama si kawaida. Hapa si wanaishi watu. Kwa hiyo ulitaka watu wafungwe zao kanika. Ah, sijasema watu wasianike nguo ila. Nimeona nguo za Manyuka. Alafu mimi nguo za Manyuka nazijua sasa. Kwa sababu hizo nguo ile ni shemeji yangu anazipenda aso aso kuzivaa hizo nguo. Pomona, nguo. Asa, kila anapomuona amevaa zile nguo. Sasa kila nikikaa hivi, mm, nivoangalia hapa nikaisi kaisi. Hizi nguo za Manyuka. Kwanza tatu ishi hapo hapo. Kwa nini unataka kumaanisha nini? Umekuja mara ya kwanza, umesema Manyuka hajalala nyumbani. Sasa hivi umeambia umeona um, unangoza Manyuka hapa. Kwa unamaanisha Manyuka yupo kwangu au vipi yani? Ah ah, udugu wangu, mimi sijasema kama Manyuka amelala kwako au Manyuka yupo hapa. Mimi nilivyokuja kukuletea taarifa mwanzo ninasema namtafuta tu Manyuka, lakini sasa nilivyotoka nikahisi tu. Yani kama nimetakuwa labda nimezifananisha, udugu wangu. Tatizo lako wewe mbe, <this> ya <nweshi ukojiru>. <handles> <buglin> yani wewe ni mmoja tu. Yaani udugu wangu. Eh.

Vipi, mbona mkuku mkuku hivo safi, shoga yangu? Na ubuyu unanikereketa lakini. Sasa ubuyu nataka tukaongele ndani kwako. ha, sasa shoga yangu we, mi nishakuzoea kila siku ukija hapa tunapiga umbea wetu hapa hapa. Leo imekuwaje shoga yangu, uko ndani tena? Mimi nautaka hapa hapa, shoga yangu. Kwa mimi leo niamini kwamba nikienda ndani kwako naweza nikaiba. Kama utaki, basi shoga yangu, basi jona we kwenye umbea tena. <laughs> <laughs> Nataka nishangae mwenyewe, unaupenda ubuyu. Umewasha moto tena, nataka kuzima

yangu kile cha kufanya wewe unitoe hapa nje mkuku mkuku kwenda huko ndani kitu gani? Alafu sasa cha ajabu haujaniambia chochote ulichoniitia cho huko ndani, una kazi ya kufungua ndani kwangu, kuingia uvunguni, kupita chooni, maana makabatini, unatafuta kitu gani shogangu? <laughs> udugu wangu, kama unavonijua mimi, bahari sikage na uchafu na nikikipata kitu mama. Eh, eh, naona kama nikikaa hapa nitapata matonsi, shoga. Hapa nimetoka kwa Zawadi. Zawadi mumeo hajalala nyumbani na siku ya pili sasa basi kaniambia hivi udugu wangu ni, nipelelezee mimi, nahisi mume wangu upo kwa Stella kondo. Mguu astakafrilai, mimi huyu mwanamke zahadi ananitafuta kitu gani? Yule mwanamke hivi yuko mwanaume gani mimi wa kutoka naye pale? Mwanaume mwenyewe mfupi, hana hela, hana chochote. Kitu gani atakachonisaidia mimi? Hapo hapo, shoga yangu, na nami nikashangaa. Stella huyu namjua mimi. Stella mtoto mzuri, hapa mtaani anatutikisa hadi wenzie eh Bisi kama katembee na manyuka kwanza, kwa mwanaume gani asenda dobi a katakata mwanaume alieleweki, minywele hata sabuni nani, si wanafugaga wale kina nani wale kina bobu male wanakuwaga na mafuta minywele inanuka, lakini wenzi wale mabobu male, wale si mabobu nini wanafuga minywele nakwambia, inanukia. Sasa yeye minywele inanuka mbandandu, mbandandu, ziju shogaangu, nisikilize kwanza, we unafiki umezidi, hey. Shogangu, wewe wewe, shogangu wewe, wakunichukulia mimi hivyo kweli? Shogangu wewe, si ndio ulikuwa ukitoa maneno hapa unayapeleka huku mpaka mwisho wa uh... siku ulisutwa, au sio? Wewe udugu wangu mambo raisede, kwa ushahidi wanasema. Kwa nini ushahidi ningeupata wapi? Mizali nimeingia ndani sijamuona, ndo mambo yenyewe, ndio ushahidi wenyewe. Kwa hapa nginja nginja, mama mguu mosi mguu pili, bibi we Zawadi, yule mtu kule sijamkuta, udugu wangu hapa navyokwambia siendi kukiku na hivyo na vibamia vyangu kule nikakoroge mlenda, siendi nipeleke hili jambo, ndo niende nikale ugali unishuke, si so, navonijua tena mimi, ugali ukinekea ugali na umbea. Kwanza umbea ndo kila kitu, dada we, mambo kwa ushahidi. Kwaheri. Haya shoga yangu, karibu <laughs> nayo maana huu mguu nilikuwa nakuja kwako. Sasa tutaingia, nilivyokupa kazi mpaka mda huu haujaniletea majibu yoyote. Bibi we, punguza pressure eh, yaani unakuwa una moto, utasema kama vile na wasiwasi wasi, kama vile unajisaidia nje. Mimi mwenyewe mguu nilikuwa nakuja kwako, nikasema nisiende vivi kwa udugu wangu kumpelekea jambo, nikavipika vimlenda vyangu na viugali vilaini. Sasa hapa nimeshiba ndii, ndo nakuja sasa kupa ugo. Shoga yangu kule hayupo. Nimeenda kwa Stella nimeingia uvunguni, chooni, shogangu. Icho kikabati cha Stella kwanza, umekiona kikabati cha mchina, bibi wewe? Nakwambia kikinyeshwa mvua hivyo kimevimba vimba. Achane nayo, mume wangu yupo, shogangu. Tatu tatu tatu, anakujua. Usikute kufika huko tena, yule Stella labda akakupa sijui kikinani kinusu cha unga pamoja na vichumbi, ndio bora tu umfichie, um, siri zake. Ila kaa ukijua nikija kugundua kuwa kuna kitu anachonificha. Nikija pale kwenye mtaa wako na kuvumrumwa wewe pamoja na mumeo. Kwanza, bibi acha dharau. Tena ujishikilie. Punguza tu ite mchele. Haya, toka lini mimi wa Stella kanilisha na ukubwa wangu huu? Niliko toka nilikotoka ukanilisha Stella. Ah, bibi tusivunjane heshima. Kazi unipe na masimango unipe vipi? Taratibu. Nimekwambia mumeo sijamkuta. Kazi ushanipa udugu wako eh? Kazi nana natambana niache. Nipeleleze nikipata jibu nakuambia tena masimango ya nini? Haya <laughs> shoga yangu, tuachane nayo mimi nisamii udugu wangu. <laughs> Mimi nimekusamie lakini, kaa ukijua nikija kugundua kuwa kuna kitu unanificha, ubff wetu umeisha, na hata ukija kuniomba nusu nusu hizo za sukari, sijui chumvi, sijui nini, sikupi. Utakufa na njaa wewe na mumeo. Dada, una haya wewe, kwanza unisimangie mume wangu vipi? ushae kutulisha mimi na mume wangu? Bibi wewe tulia. Wewe kazi uliompa kiumbe na roho yake umenipa kazi. Kazi ya kutulia, kazi ntakufanyia. Maneno mengi ya nini ha?

Ah, <laughs> ha, sema hadi zoe ukienda ukienda huko kuniogesha. Wewe utanichungulia wewe. Hmm? Asa sasa nikuchungulie mara ngapi tena? Sikia mpenzi wangu. Sasa mimi hapa lazima nikuogeshe. Nikukande kande mimi mwenyewe, kama unavyonijua. Eh? Hmm? Sio jote na mimi mtoto wa kitanga. Vi bana, mimi bana naweza kutokea niogeshwe na mama elfu mbili na mbili. Michezo yote na kuogeshwa ogeshwa mimi sijaizoea mimi bana naona aibu bana. Kwani wewe mke wako kazubaa, tena kazubaa hapa kubwa. Yaani haja kuogesha, Asikiliza, kama mama ndo katia kuogesha kwanzia miaka hiyo. Sasa hivi namzindua mimi, lazima nikuogeshe wewe. Ukipita uko mtaani, kila mtu akushangae. O, oh, leo manyuka ananukia leo manyuka kapendeza ngoma. mm, hapa tutu la kitanga. So, maji yenye mbona machafu halafu yana vijiti vijiti. Wewe usimtie aibu babangu, hivi ni viungo tu nimekuwekea babangu, ili nikuogesha hapa, upate kunyoka na kunukia. Kuna mdarasini huko, kuna iliki na kuna karafuu. Baba niambie hapo, ukioga harufu yake, uko mtaani kila mtu atakutamani wewe. Kwanza hapa kwenye naanza kuonea hivi kabla sijakuogesha Yaani kwa hiyo ni yako niunge, alafu naenda kunilaazima nikuunge, unajua tena chombo changu. Sasa baba, acha kuongea mambo mengi, mimi naona aibu bwana, mimi naenda mwenyewe bwana. Sasa kuna kunakuwa hivyo lakini manyuka Ananiambia paka leo hajarudi. Yaani udogo wangu kimu hapo tunaviongea. Hajarudi nyumbani ana siku hizi mbili. Kila ninapopiga simu zake mama yangu ashiki mama. Yaani hapa nilipo nazidi kuchanganyikiwa na, na, yule mwanaume niona, hey, na siku atakayerudi nyumbani. Fanya kama unaniona maana mimi sina gado dogo. Nitamchakaza kama chokaa. Sasa wewe pata wasiwasi na Stella. Wewe unaniambia kwamba ushe kumwonaga na Stella wewe. Yule nahisi atakwenda mwa kuili. Kwenye vigoma tunamwonaga hapo jichetuaga akimwonaga mme wako hao upate wasiwasi hapo hapo hapo. Udugu wangu sasa, leo ndio umenivumbua masikio. Yaani Stela licha ya kumfadhili na kumfanya kama BFF wetu, lakini bado kaamua kuwa kama panya anang'ata na kupuliza. Sasa leo tutakachoenda kumwonyesha huko, serikali yenyewe lazima tuingilie kati, maana yule mpuuzi sana. Sisi tumemvumilia kwenye kila jambo lake, yaani kwenye kila kazi yake sisi tunalibeba kama la kwetu, lakini leo hii yeye wa kuamua mimi kutembea na mume wangu kweli, shoga yangu, hapo unyonge zambi kama navyolijua, ili japo nalibeba kama langu, tunampata huko, tunakiamsha huko huko, si unanielewa hapa shoga shogangu, nakupa bonge la kolabo. Yes Simoni, sisi ni wauni mara mbili yake. Nataka nimwonyeshe iu mtaa tumeumiliki sisi. Hapo nasema hiyo, shoga yangu, twende huko huko. Udogo wangu, naomba unitunzie hii siri mwenzio. Alafu basi kwani unajua sisi tuna muda mrefu, ni juzi tu hapa nimeona ukanisiri vikoba vyangu, nimelipa madeni muha wote sasa hivi nimewalipa. Mambo yangu yameenda sana. Nimeona bwana nimkubali ni mtunuku, lakini shoga yangu naomba unifichie siri mwenzio. Hivi shoga yangu, hivi wewe ujielewe, eti yule si rafiki yako? Yule si shoga yako? kindaki kindaki. Haya wewe, kitu gani kwenda kutembea na mume wake, alafu mta mzima huu amesha nipakazia mimi, ndo natoka na mume wake kila kona. Mama yule akipita ni anatoka Stella na mume wangu, kumbe wewe ndo umemfungia ndani. Hata nisikize shoga yangu. Hapo kwenye UBFF sijui udugu, mimi sasa hivi sipo. Kama unavyojua, cha mtu uliwa na mtu chuma ndo kinaliwa na kutu. Nimeona kanisaidia kwenye vikoba vyangu huko. Waha wote nimewalipa madeni yao. Sasa hivi mambo yangu waka maisha yangu yapo hivi yamenyooka. Nimeona bwana ni mtunuku nuku. Sasa nitafanyaje mzi? <laughs> Ila shoga yangu, twende mbele turudi nyuma. Uyo bwana we alianza kunitaka mimi, maana alionyesha vichembe chembe vyote mimi niliviona. Kama shoga yangu amna shida, mimi nimekuelewa, ila shoga yangu, kingine mimi nimekuja kukualika shughuli mdogo wangu anaolewa we. <coughs> hilo Hey, you know so sasa, ndo nilisahau yaani, hapa ndio na mambo kama hayo mashuhuri. Ukitaka mimi unifurahishe, hivyo vijora sare ziwe hizo mbili kwenye kigoma, kamili kuwe na sare yake, na kwenye shughuli uko ndani kuwe na sare yake pia, afu bila kusahau kwenye hiyo sare ya kigoma mpasuo uwe mpaka hapa, si unanielewa? <coughs> Yaani kama unavyonijua mdogo wako mimi sizishuhuri. Niko tayari nisile nisiisifa ni kwenye shughuli, mama, si unanielewa? <coughs> Na haya wewe wala hujui vibaya, baradhuri mkubwa wewe, na ndio maana unenepi kuto, uko pale pale tu, umekongoloka koo ka mbuzi wa Pasaka. Halafu usiokuwa na haya mwana izaya wewe, kuchukua bwana wa mtu kumfungia. Ay, siku, dadu, siku, na ndio nini haitoshi pia, siku tatu siku nne uko naye vipi? Wewe hujafundwa wewe mwanamke eh? Yaani, tena huu ni msungo, maana ungekuwa kweli umechezwa wewe mkoleni haswa, umeingia zile wiki mbili za ndani, usingetufanyia si mambo kama hayo. Unajua kabisa kuwa Manyuka ni bebi wangu mimi, ukaona mimi ninafaidi, mama, ninachokipata mimi na wewe lazima ukipata, ukaenda kumchukua si ndio? eh Yaani sisi wewe ndio tumekupokea kwenye hili jiji. Tumekufundisha ufisadi wote. Lakini leo hii wewe kutoka na Manyuka hey, Stella. Zawadi. Hivi ulinisikia mimi mama yake mzazi na Manyuka mpaka nija kumstiri ndani kwangu. Ka mama ana haya huyu? Eti manyuka, mimi ni mmakimzazi huyo huyo manyuka wangu, ambaye ndio mnaniona nini, kama nafaidi kwenye umtaa? Yaani ninachokipata mimi na nyinyi lazima mkipate, na ndio maana kutwa mnadadalika kama bisi kwenye kikaangu. Hamnywi maji yakapita? Hamna haya mtaa huu jamani! Mimi ndio misezi wa Morogoro, hakuna mbuzi mwingine wote wa kuniingilia katika ndoa yangu. Ingia ndani. Zari, nisikiliza kwa makini. Kama umeshindwa kumfunga mume wako kamba kiunoni, basi sisi tutamtengeneza zawadi mume wako. Si batazari? Sasa tutamfundisha sisi. Ni wakina nani? Ungekuja taratibu bibie, ningekueleza vizuri, mume wako yuko wapi. Lakini ulivyokuja ndivyo nilivyokupokea Estela. <laughs> Wewe ni udugu wetu wewe ndugu yangu kama nini vile, pambe kama pambe. Sababu tasikiliza ndugu yangu, ni utambia ukweli tu, Manyuka, mimi hata sijui Hey, Stela, sisi ni udugu wako tunacheza wote vigoma, na kwambia kwenye kutunza tuko wote mama, kwenye nini tuko wote, naambie na hili udugu wangu, mimi wivu tu, kwa sababu mimi nampenda na mwenzio manyuka, na siku nyingi nalala mwenyewe nyumbani unajua <laughs> baridi hili, ndugu yangu, huyu mnene hawezi kuvumilia joto, naambie Stela <laughs> manyuka, mume wako yupo ndani kafungiwa na vii wa vi yani... vi sisi ndo tumemfundisha jinsi ya kufunga kijona na mtandio kufunga kwenye kiuno, alafu leo hii kajifanya yeye ndo mjanja akamchukulia mimi mume wangu kweli yani, kama mimi ndugu yangu anakuja kunazima mawili vij nguo za kutokea klabu, mimi anamchukula mume wa rafiki wangu ya yani huyo vile, lazima tukamwonyesha shikimu mda unaiva mm. <tipulia> <tipulia> <tipulia> na wamekunyosha hey, <tipulia> penzi wangu jamani, mi bwana kweli tena yani, mi siwezi kuendelea kukaa hapa eh? We mwenye unamjua stela yule yani, stela yule yani hawezi kukaa na kitu na yule na mke wangu hivi hivi pete na kidole. Ah, mimi hapa mimi ha, na bwana naondoka bwana. Sasa nisikilize mpenzi wangu. Mimi sasa nishaongea na kila kitu. Hawezi kwenda kusema chochote. Cha kufanya turudi ndani. Tu tunajua hata mimi nimekumisi hapo nishajiandaa. Wewe sasa kakuone aibu tu yule. Yaani yule kakutengeneza tengeneza tu. Ajifanyie mwema lakini yule mbaya. Hapo sasa hivi alipotoka hapo, mimi sasa nienda kama kwa kiana naenda yule. Unataka mimi mke wangu anipige nizalilike. Mimi kwa mke wangu mimi napitia kipigo kigumu wewe. Anapiga yule kama mandonga. Usiondoke na wewe, twende basi kidogo tu, alafu unaondoka. Mimi bwana, nitakuja siku nyingi. Ni kweli, mi ntakuja siku nyingi nyingine? Ani, ah, mi siwezi kuvumilia Manyuka. <laughs> Umekosea sana kumsipitishia Stela mahusiano yako na Manyuka, na kama unavyojua Stela yule ni mbea, yani ana tabia ile ya umbea, umbea na kitu kingine ambacho ukijui, Stella na mke wa Manyuka ni marafiki, unafikiri nini kitatokea? Ni lazima tu Stella atatoka hapo, ataenda kumwambia Zawadi kila kitu alichokikuta hapa. Sasa Trida, rafiki yangu, hivyo unazani mimi ningefanyaje? Stella akaja pale katukuta ndo kwanza tunaenda bafuni kuoga. Hebu jaribu kuvaa viatu vyangu, yaani ningekuwa ungefanyaje? Sawa rafiki yangu, ungejaribu hata kuwa na kaba kidogo. We, we, we, we, we,

Nyoko tumemkosa ila kaa ukijua hii aishi mpaka aishe, na tukigundua kuwa ulikuwa na manyuka, umetuwekea janja janja, janja. Vi na tukigundua, nisikilize dadangu, nisikilize, silipe wewe huyo. Uwe manyukanuka ni kawa dhahabu, huyo manyuka kawa almasi. Kijitu chenye kifupi kipo hapa, mimi tani nini kile kijitu chenu sasikia, kama unaivu namo mfungie ndani, si usimwache atoke nje, afu usinisumbue wewe. Mmenielewa nyewe? Hivi huyu kweli mtu mwembamba anataka nini? Anita mimi mtu mwembamba, kwa hicho kinyamanyama chako kunyuma ndo kinakutia wazimu. Kwanza koma, ndugu yangu, sina mdogo kama wewe tena. Ukome kabisa kuniita dada. Wadogo zangu huko amekaa ametulia, yani kama nilivyo mimi, na ndivyo wadogo wangu walivyo. Sisi hatupo kama skeletoni, hatujanyoka upo. Sisi tumejazia jazia mama, kama nyumba za Bukoba upo. Nyonyo ni mwenye pia. Sina dada kama wewe kunitoa kijijini kuelekea mji. Ondokeni huko, amna lolote shoga yangu mzuri kwanza, mbona kama kuna kitu na kesi kwa Stella. Kati ya Manyuka na kamtoto, kwa kamtoto hatujamkuta. Wewe unaonaje kuhusu hivi? Hivyo hivyo kimu. Yaani mimi mwenye akili yangu inanituma hivyo hivyo. Hapa kuna danganya toto tu wanaotuchezea hivyo hivyo hakuna kwingine. Hivi we Manyuka si unamudwe? Basi naamini atarudi kwa kuwa umemweka hapa hatatapatapa kote lakini kwako kwa amefika unanielewa shoga yangu <coughs> Kwanza kwenye hilo ni kuondoa shaka, kama unavyonijua mimi kwenye masuala ya kangambile hapa tu na inyunyiza vizuri, na sio kumwekea limbwata tu kwenye chakula mimi, mpaka kwenye maji ya kuoga. Na nikikwambia limbwata, namwekea mpaka tukiwa chumbani, sio? Unanielewa? Kwa hiyo, kwa hao wengine wote atazunguka, lakini hii ndo top in town, yaani kama hao wote. Au ni abiria, mimi ndo mwenye gari. Atazunguka, atabwabwaja, atachovya chovya, lakini kwangu kafika, afurukuti wala ang'oki. Mama, huyu ni kama mstimu, haung'oki ng'o. Na akirudi tu nitambana kwa hali na mali, na yule hawezi kunificha, kama unavilijua lile ni zuzu gu linaongea baa mpaka be. Kwa hiyo kwa hilo ondoa shaka basi. Shogaangu, mimi ngoja niwai, maana nimeacha limarage tangia asubuhi anachocha yule mwenda azimu. Ngoja mimi ni mwai nikayaunge. We tena nelozuzu lako. <laughs>